Karibu katika safari ya kihistoria leo. Tunakuletea simulizi ya Kilwa Kisiwani, mji wa kale uliokuwa kitovu cha biashara na ustaarabu wa Waswahili katika pwani ya Afrika Mashariki. Hapa historia ya dunia ilikutana na maisha ya watu wa mwambao. Msimulizi wako ni mimi Abdulrahman Sheha. Kilwa Kisiwani ipo kusini mwa Tanzania, mkoa ni Lindi ni kisiwa kidogo kilicho karibu na Kilwa Masoko. Kuanzia karne ya 9 kilianza kama makazi madogo ya Waswahili na baadaye kikawa mji mkubwa wa pwani ya Afrika Mashariki. Kilwa ilistawi zaidi kuanzia karne ya 11. Karne ya 13 hadi karne ya 16 Kilwa ikawa bandari tajiri na maarufu. Wafanyabiashara walihusiana na dhahabu kutoka Great Zimbabwe, pembe za ndovu na bidhaa kutoka Arabia, India na hata Uchinani. Mashua za mbao maarufu kama dau ziliunganisha Kilwa na dunia ya Bahari ya Hindi. Uislamu ulikuwa msingi wa maisha ya Kilwa. Msikiti Mkuu wa Kilwa Kisiwani, mojawapo ya misikiti ya kale zaidi kusini mwa Jangwa la Sahara, ni ushuhuda wa ustaarabu huu. Lugha ya Kiswahili yenye mizizi ya Kibantu na maneno ya Kiarabu ilistawi na kuwa lugha ya biashara na mshikamano wa tamaduni . Kilwa ilitawaliwa na nasaba ya Kishirazi. Mabaki ya majengo ya mawe ya korali, sarafu za dhahabu na ngome ya Kireno ni alama za nguvu za kisiasa na kiuchumi. Msafiri Ibnu Batuta alipotembelea Kilwa karne ya 14, alisifu utajiri na ustaarabu wake. leo mabaki ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara yameorodheshwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Ni ushuhuda wa ustaarabu wa Waswahili na mchango wake katika historia ya biashara ya dunia. Watalii na watafiti huja kushuhudia hadithi ya ustaarabu uliokuwa na nguvu kubwa. Kilwa Kisiwani si tu mabaki ya mawe, bali ni simulizi ya biashara, dini na mshikamano wa tamaduni. Ni urithi wa Waswahili na daraja lililounganisha Afrika na dunia kwa karne nyingi. Karibu Kilwa Kisiwani, ngome ya historia ya Waswahili.